Utapeli maeneo ya Chanika na Moshiba. Kamanda wa polisi kanda ya maalum ya Dar es Salaam Bwana Suleiman Kova amesema mtumio huyo na wengine waliopatikana na silaha mbili pamoja na vibaka waliokamatwa katika operesheni inaendelea watafikishwa mahakamani mara baada ya kukamilisha upelelezi alikuwa anapita sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam akijifanya kwamba yeye ni, ni polisi, lakini huyu ni raia, hajafika hata Moshi, hajachukua mafunzo yoyote, na amekuwa akipita sehemu mbalimbali na, ku, na kujidai kwamba yeye ni askari polisi, anakamata watu manene, lakini kutokana na mambo ya polisi jamii na ulinzi shirikishi, raia walimshutukia na akaweza kukamatwa na yeye mwenye amekiri kwamba sio askari polisi. Tunaomba raia wa Dar es Salaam wawe makini, huyu ni mmoja tu amekamatwa. inawezekana kuna wengine watatu, wanne, watano wanasumbua watu hapo mjini. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa na maoni tofauti kuhusu swali letu la